Ama baada ya kumhimidi Allah tabaraka wataala, na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam, ikiwa tunaendelea katika darsa ambazo zinapatikana katika mwezi huu wa Ramadhani hasa katika sehemu yetu hii ya msikiti wetu huu Ibadu Rahman, hakika mahitaji muhimu kwa waislamu kuitambua dini yao ni kitu muhimu mno, kwa sababu kuna mambo unaweza ukayafanya katika mwezi huu wa Ramadhani au nje ya mwezi wa Ramadhani, ikakupatikia wewe sehemu ya kukosea wewe mwenyewe na kumkosea Allah tabaraka wa taala. Katika kujifunza ndiyo jambo halisi la muislamu, kwa sababu amepewa sehemu ya kujifunza, iwe ni maisha katika maisha yake. Ikiwa leo ni Ramadhani ya 11, tunaendelea. Tumeingia katika kumi la pili na tunamwomba Allah tabaraka wa taala atupitishe kwa wema. Amen. Jana tulipitia hadithi hadithi ambayo tuliishirizia katikati ikiwa leo tutaiendeleza hadithi. Hadithi hiyo ambayo inapatikana katika kitabu Umdatul Ahkam min kalami Umdatul Ahkam min kalami khair lanami. Kwa hiyo kitabu hiki kimeelezea katika hadithi hii ya mia moja na tisini na tatu ambayo anazungumzia wa an abi hurairata radhiyallahu anhu qala, kutoka

Faqala ya Rasulallah eh, mjumbe wa Allah, halaktu, nimeangamia, akiwa analalama katika nafsi yake, kutokana na kuona amefadhaika kwa jambo alilolifanya ikawa analalama halaktu nimeangamia. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kusikia maneno hayo, ma ma ahlakaka, ni kipi kilichokuangamiza? Anaulizwa na yeye swali baada ya kueleza maelezo aliyokuja nayo asema, qala waqatu ala mraati wa anaswaibu, ana saim, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaendelea kusema yule mtu mwenye kulalama ya kwamba mimi nimeangamia na kuulizwa ni kitu gani kilichokuangamiza Akasema waqatu ala ra'ati, mimi nimemjamii mke wangu wa ana saimu, na mimi ni mwenye kufunga. Wafi riwayati, na katika riwaya nyingine, na katika riwaya nyingine inasema asabtu nimemwingilia kwamba kuna riwaya nyingine imepokelewa kwamba nimemwingilia, ala kulli hali, kwamba jambo ni moja, ahli mke wangu fi Ramadhan, katika mchana wa Ramadhani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule bwana hal tajidu rakabatan tuatiquha, je, unaweza ukapata mtumwa ili umwache huru, kwamba aweze kumwacha huru mtumwa, ikiwa eh, malipo yake kafara yake katika kulifanya jambo hilo ni jambo kubwa umelifanya mchana wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo, je, unaweza ukapata mtumwa na ukamwacha huru? Qala lahu, akasema hapana. Yaani jambo hilo limekuwa kwake kwa ni gumu, hana mtumwa ambaye ataweza kumwacha huru. Qala fahal tastati antasuma shaharaini mutatabi, mutatabi'ain, je, unaweza ukafunga miezi miwili yenye kufuatana. Anamwambia anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa umekosa huyo mtumwa wa kumwacha huyo, je unaweza we ukapata, eh, unaweza ukafunga Unaweza kufunga miezi miwili yenye kufuatana. Palala ajabu iliyoi mtu ana anapewa utaratibu, lakini pia hali yake dhaifu, kupata mtumwa ameshindwa, lakini katika kufunga miezi miwili yenye kufuatana mfululizo katika kulifanya jambo hilo basi, pia hawezi jambo hilo. Qala la, akasema mimi siwezi jambo hilo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumwambia, hal tajidu itoama sittina miskina, je, unaweza kulisha masikini sitini. Palala, bado pia anakataa utaratibu wote huo. La kwanza la mtumwa amelishindwa, la pili la kufuatisha miezi miwili yenye kufuatana, mtu huyu pia hawezi. Lakini je kulisha maskini sitini inakuwaje katika kufanya hivyo palala anasema pia siwezi jambo hilo, kwamba jambo hilo kwake ni gumu kwa hali yake ilipokuwa kama atakavyoona. Kala akasema famakat nabii sallallahu alaihi wasallam, basi mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwona mtu huyo kila anavyompa utaratibu basi sheria anakuwa haiwezi, akanyamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza kidogo, fabaina nahl ala dhalika uti baina yao, katika wale ambao wamekaa pale, basi wakaja

akamkabidhi Mtume sallallahu alaihi wasallam kati ya mmoja wao ambaye amemuona kumsaidia mwenzie juu ya jambo hilo, kwa sababu kila alichokuwa akikifanya alikuwa akishinda almiktab. Akauliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala, akasema aina suali aina sail afwan, aina sail, yuko wapi muulizaji? kala ana, akasema ni mimi, yaani yule aliyeleta zile habari na akauliza patua yake. Ikawa kapu lile lilipoletwa na likajaa tende, basi akaulizwa yuko wapi muulizaji? Akasema ana, ni mimi. qala khudh hadha fatasadaka bi, chukua anapewa lile kapu la tendi, chukua kapu hili, basi katoe sadaka. Angalia jambo, watu wanataka kumuokoa mwenye kufanya jambo ambalo ameruka mpaka katika mwezi wa Ramadhani. Faqala rajul, akasema yule mtu ala ala afqara minni ya Rasulullah, yani kuna masikini zaidi eh, ya mimi, e ya Rasulullah, yani kwamba amesaidiwa na bado anapewa kile ambacho anaweza kukifanyia, lakini pia hakupatikana fukara zaidi yake katika sehemu hii, yaani yeye ndio wa mwisho, kwamba anastahili kusaidiwa na kosa amelifanya. Kwa hiyo bado imekuwa ni hatari, kila anachopewa kwake yeye ndio kizito zaidi, kwamba jambo limekuwa zito juu yake, linazidi kumwelewea, anamwambia

na apa mimi kwa mola wangu baina ya milima ya, ya, ya miwili hii eh, baina ya, ya milima miwili hii hakuna anayepatikana ahli ahl baiti afqara min ahli baiti, hakuna anayepatikana katika milima miwili hii fukara zaidi yangu mimi anaendelea tena kusema kwamba pia, huyo fukara yeye mnapokusudia kwamba anaweza kufukara akapatikana katika sehemu hii ambayo imetuzunguka mimi nimewazidi wote katika huo fukara. Aya, nafanya nini kwamba hata iwoafula tende pia huko tunakotaka kulipeleka, naenda kumpa nani? Na mimi mwenyewe pia ndio nimechoka hata hao watu wa nyumbani kwangu ni wamechoka zaidi kushinda hao ninaotaka kuwapelekea, nampelekea nani? jambo hili kwamba jambo lilivyokuwa ni gumu, si kwamba inatupelekea hii kwamba iwe ni ni sehemu ya furaha. Limefika jambo mtu huyu kwamba jambo kwake yeye limekuwa ni gumu sana. Sasa haiwezekani katika mambo yote yaliyoambiwa Rasulullahi salallahu alaihi wasallam akacheka. Mtume salallahu alaihi wasallam kwa yale mambo ambayo ameyaona mwanzo mpaka mwisho kwamba kila anachomwambia mtu yule katika mji ule yeye ndio kachoka zaidi, na makosa ameyafanya hiyi hata badat, anya, anyabu, mpaka kwa kucheka kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka meno yake yakadhihiri katika kule kucheka kwake, kutokana na lile jambo ambalo limejitokeza na yali majibizana. Thumma qala, kisha akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule mtu, atimuhu ahlaka, basi chukua ile kapu ila hiyo tena kawalishe watu wa nyumbani kwako. Unaona wepesi uliokuwa umepatikana kwa kumsaidia, na jambo hili ni kwa sababu ya kumsaidia, ili mradi tu ile hali aliyokuwa ameifanya iweze kumuondoka. Kwa nini? Kisa kinatupa kwamba mtu mwenye kujamia mchana wa mwezi wa Ramadhani na ikiwa anafanya makusudi, ana sehemu nzito na ni jambo ambalo linaweza likampelekea adhabu kali kwa Allah tabaraka wataala, kama hataondoa ile hali yake ambayo itampata. Kwa hiyo, watu watahadhari kwa jambo hili, kwa sababu huenda watu hawafahamu si kwa mtu mwenye mke tu, lakini hata kijana ambaye hana mtu, huenda akawa anafanya michezo isiyokuwa ya msingi, kwa sababu kama vile tunavyoambiwa kwamba hii saumu ni ya Allah na Allah ndiyo atakayelipa, kama tutakapoona katika kitabu chetu, tusitangulie hadithi isipokuwa Tuia, tu, tufuate utaratibu kilichokuwa kimepangwa katika kitabu chetu hiki Ad-Durusu Ramadhania. Kwa hiyo, jambo hili ni lahitari, na utaratibu ni kwamba mtu anatakiwa awe makini kwa kuileta hadithi hii ambayo tumeielezea hapa katika jambo hili ambalo lina linafafanua kuhusu jambo la mtu mwenye kufanya mchezo usiyokuwa wa sawa katika utaratibu ambao umekatazwa, basi inatakiwa mja ajionye, Muislami mumini wa kweli mwenye kutaraji malipo katika mwezi wa Ramadhani ajionye michezo ya ajabuajabu ajabu ambayo inaweza ikampelekea katika kuangamia kama huyu bwana alipokuja akasema ameangamia. Kwa hiyo, Allah Allah, tumche Allah tabaraka wa taala. Masala ya kujihadhari, na huwezi kujihadhari kama hukusoma au hukuuliza, kwa sababu hukumu wakati mwingine wanawachuoni katika masala haya wamezungumzia, ikiwa mtu ametokea kufanya hivyo na ikiwa hajui basi atahukumiwa kwa sababu ya kutokuuliza, kwamba je, kwa nini hukuuliza? Na ikiwa wewe ni Mwislamu na kwa nini dini yako huijui? Na siyo hayo na mengine mengi ambayo utakuwa huyajui basi unaweza ukahukumiwa kutokana na jambo kama hilo, ima wengine wamevua jambo hilo wakawa wametoa hukumu nyingine. Kwa hiyo, Allah, Allah tumche, Allah tabaraka wa taala. Katika jambo la funga, inatakiwa mtu akipata shaka katika funga yake, amtafute mtu alim, mjuzi, mwenye kujua katika masala haya ya funga, Aulize jambo hili. Huenda ukasema ah, litakavyokuwa ndio hivyo hivyo, a mimi nalipeleka hivyo hivyo. Ah, ikitokea nimekubaliwa, sikukubaliwa. Hapana, we wafanya ibada, kukosea na kupatia ni jambo ambalo ana lina linaambatana na binadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: kullu binaadamu khata wa khairu khata'i at-tawwab kila binaadamu ni mwenye kukosea, haimuepuki mtu ambaye anafanya ibada kwamba yeye ndiyo maasumuni kama vile mitume ambao wamekingwa na makosa. Haimuepuki mtu ambaye anayefanya ibada, ni mwenye makosa tu, huenda akakosea naye. Na yule ambaye haitambui dini yake kabisa, hapo ndio ajali iko zaidi mbele. Kwa hiyo yataka mtu afuatilie dini yake ili kama hajui aulize asiingie katika makosa ambayo waliyapitia wale ambao wamepita kabla yake. Hapo hao waliokuwa wamepita walikuwa wakisaidiana. Lakini leo hii wewe utakaposema kwa ustadhi au shekhe, eh au mufti wa eneo hilo kwamba mimi nimeangamia, sidhani kama kuna mtu ata, ataona huruma huko akuletee kapo la, la kutoa sadaka hili haya, nenda katoe kwa, kwa hali tulionayo sasa hivi. Kwa hiyo kama utaliona jambo hili lina uhakika kwako, wewe unaweza ukakosea na mambo mengine, basi fuatilia katika jambo hili ambalo tumelizungumzia na tumeyaona haya mambo lakini tumeimalizia hadithi hii kwa sababu ya hadithi ambazo zilizokuwa zimetangulia katika sehemu ya kufahamishana, ya Bibi Aisha radhiyallahu anha, ambazo alizungumza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipambaukiwa na yeye akiwa yumo katika na junub basi na akawa anaoga, na baadaye ikawa anaswali katika alfajiri, na akawa anafuata utaratibu wa funga kama ilivyo, lakini si katika ndani. Sasa ishapambazuka ile alfajiri, basi watu wakawa wana utaratibu wa kufanya vitu visivyokuwa vya sara. Haya ni maonyo ambayo tunayaleta katika utaratibu ambao wa kufahamishana katika dini yetu na utaratibu ambao unapatikana